Tarehe ishirini mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na mbili. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu tulioteuliwa kwenda Ikuru na chama chetu kwenye kikao cha maridhiano na Rais Samia alituahidi kwamba cha kwanza mambo yaliyofanywa na mtangulizi wake ikiwemo kuharibu uchaguzi wa mwaka elfu mbili na kumi na tisa na elfu mbili na ishirini utekwaji wa watu , kudhurumu mali za watu , kuonea watu hayatajirudia kwenye utawala wake. Hiyo ni kauli yake, mimi nikiwepo iko na akarudia kwenye vikao ambavyo tulifanya vya maridhiano, Kinana akimwakilisha, na tuna nyaraka ambazo hayo mambo yaliandikwa na yakasainiwa. Lakini chini ya utawala wake wametekwa maelfu ya watu, mamia ya watu akiwemo mjumbe wa CCM wa mkutano mkuu anatoka kule Talima anaitwa Daniel Chonchori ametekwa. Leo ni siku ya ishirini na tano. Kila siku wanatekwa watu katika nchi hii, wanapotea, familia zinabaki zinanung'unika. Hebu jiulize wewe, mtu unayemfahamu mtu mzima leo apotee, hujui kama amekufa hujui uomboleze, hujui ufanye nini? Hebu fikiria mtu huyo anavyotesa familia hiyo kwa kiwango hicho. Fikiria mtoto wako, fikiria ndugu yako, usi-, msiki, usi yani, chora picha wewe kwamba unaenda nyumbani, baba yako hayupo, hujui yuko wapi, hujui kama amekufa, hujui kama ni mzima, hujui chochote. Familia inabaki kwenye maombolezo kila siku, miaka baada ya miaka. Kwa jinsi Mungu alivyotuumba, mtu wetu akifa, tukimzika, tunakuwa na amani, tunajua ndugu yetu yuko pale.